Yako maneno yanayosemwa kwamba huenda tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili, maandamano yakatokea kwa baadhi ya watanzania kuingia barabarani na mabango. Wengine wanadai kwamba tarehe hiyo, tarehe tisa, ni siku ya uhuru wa Tanganyika. Baadhi yao ama baadhi yetu tayari tumeondoka katika miji kadhaa maarufu watu wengine wameendelea kuondoka na kurudi vijijini wakihofia usalama wao, kwa namna ambavyo hofu ipo katika mitaa mbalimbali. Lakini kauli za serikali kwamba imejipanga vilivyo na yeyote atakayethubutu ataonja joto la jiwe. Na wengine tunakumbuka tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku ambayo ilikuwa ya uchaguzi mkuu katika nchi ya Tanzania, yale ambayo yalitokea barabarani, wengine katika nyumba zao. Hofu imeendelea kuwepo katika mitaa mbalimbali mijini na vijijini, hasa mijini, wakihofia tarehe hiyo, na matamko mbalimbali yameendelea kutolewa, baadhi ama yaliyo mengi ni ya kutia hofu zaidi badala ya kutuliza dhoruba. Hapo ulipo mtazamaji, unaona nini? Je, una amani? Je, una hofu? Kama una amani tuambie, na kama una hofu tuambie, na unadhani nini kifanyike? Lakini je, swali la kujiuliza sisi sote Watanzania, walio wengi wana imani na chombo gani cha serikali wanaimani na mtu gani ndani ya serikali ama ndani ya umma ambaye wanadhani anaweza kutuliza dhoruba na hofu ambazo zimetanda katika nchi ya Tanzania. Mtazamaji, karibu kwa maoni yako, tukielekea Disemba 9, elfu mbili na ishirini na tano, siku ya kumbukizi ya uhuru wa Tanganyika, na ikumbukwe serikali imesema kwamba starehe hiyo hakutakuwa na sherehe ama gwaride la sherehe za kukumbuka uhuru wa Tanganyika. Hivyo tuendelee kuwa watulivu ama kusikiliza kile ambacho kitajiri kama ambavyo viongozi wetu wameendelea kuelekeza na jamii pia imeendelea kusikiliza. Unaona nini? Karibu.